Kupongeza sana kwa jitihada zako na umakini wako katika hii awamu yako ya nane na kuisaidia taifa letu la manchi yetu ya Zanzibar kwa ujumla, kwamba huwa tunakupongeza kwa utendaji wako wa kazi kwa kuandaa miundombinu kwa mfano ni barabara, kwa kuongeza idadi ya mashule, idadi ya vituo vya afya. Tunakupongeza kwa yote hayo <coughs> ila tunakuomba kwamba uongeze bidii kwenye upande wa sekta ya michezo. Kwa mfano kama ni kuandaa uwanja wa Amani ama ule wa Gombani wa Pemba, tunapendelea unge, ungeandaa viwanja, viwanja kama viwili vitatu ambavyo vinafanana na Amani kwa hapa mjini Unguja, ili lengo kubwa ni kuboresha sekta ya michezo na kurudisha sekta ya michezo upande wa ngumi, ngumi za kono kurudisha kama wenzetu ambao wanafanya mambo ya boxing, sio tu kwamba ni kubezi kwenye upande wa mpira. Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais na tunakuombea dua kwa Mungu na kupe uzima na afya njema na kupambana katika taifa letu hili, na pili, kutusaidia sisi wananchi wanachi.